Mwangalieni msanii wenu jinsi anavyojizalilisha katika majukwaa wakati wa show zake. Yaani msanii msanii mkubwa, kioo cha jamii, unakata viuno, unaleta unenguaji katika majukwaa. Inanipezesha sana, inanisikitisha sana sana. Sasa basi, mwangalie Konde Boy Mjeshi, jinsi gani aliyocheza katika perform katika show zake akiwa majukwani. Mtwara Mabegani. Hivi ndo jinsi inavyotakiwa kwa msanii wa kiume kio cha jamii, ucheze hivi na sio kukata viuno hivi.